Unajua, kwa bahati mbaya huyu Antonio Guterres sio bahati mbaya, Antonio Guterres ukiniuliza mimi mm, ndio moja kati ya ya makatibu wakuu wa UN ukimtoa Kofi Annan mm, ambao naona wamehudumu kwenye hii uh, taasisi ikiwa kuna changamoto za hatari kwenye dunia hii ikiwa na some people call bullies, yani mm, yani kuna watu ambao hawaheshimu kabisa chochote. Kwa hiyo imajini, na yeye mwenyewe amezuiwa hata Israeli kukanyaga. ha, ha, tunaongelea huyu, huyu rais neto wa nani wa, wa, wa, wa, wa Colombia hmm. au mabudabasi, katibu mkuu wa UN amepigwa bani, hakuna kukanyaga Israeli na nini kilifanyika, lakini Netanyahu anakaribishwa UN ambapo katibu mkuu wa UN anatufundisha kama shule. Ehe, na nafikiri tutajadili wakati la restaurant. Eh. Sijui tunaona jinsi dunia ambavyo haina balance. Yaani kuna balance fulani inakosekana. Sasa ni kwa sababu yule mzee Antonio Guterres, Mimi nikimwangalia nikimsikizaga naona ni mzee mmoja ana resilience, yani ana stamina uliopitiliza, lakini kwa nafasi yake ile angekuwa mtu mwingine ambaye na yeye mwenyewe hayumbiumbi. Angesha kuwa amefanya maamuzi mengi sana kwani, yue ni naweza ikaadhibu nchi, yue ni wana uwezo wa kukuondoa mm. Lakini sasa ili wakuondoe lazima e, mwisho wa siku United Nations Security Council ile Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liweze kuvoti na kule kuna veto, unaona mtego ulivyowekwa. Kwa hiyo nyinyi mnaweza mkaleta motion au hoja ya kwamba Israeli kwa sababu hiki walichokifanya tunatakiwa tuwaadhibu. Marekani upo sasa, Marekani anakusubiri mm. kwenye zile kula za hapana, sitaki ataiweka hiyo, kwamba hakuna biashara kama hiyo, we ukanyagi kule na Israeli atoki eh. na ndio hicho hicho ambacho kimekuwa. Kwa hiyo yeye yeah, anachokifanya, anaona ah, tayari nina watu ambao hawa, hawa, tutakuja kujadili baadae, sitaki kuingia yeah, upe, yeah. Kwa, kwa, kwa, Trump na, na Netanyahu kuhusu UN, lakini unaweza ukaona ni mtu ambaye anatakiwa aishi na watu ambao hawawapendi yani hawa hawataki kabisa. Kwa hiyo hata hii ametumia busara kwa sababu angeweza kusema kama kipindi kile lilivyosemwa. Ndio hiyo sasa, mkutana na katibu mkuu naye mtata kwamba tunahamisha kikao. Mm. Huyu anafikiri aliona akifanya hivyo ata escalate tension kubwa na serikali ya Trump. Mm. Na Trump ana ya kwake ambayo anayatafutia engo. Mm. Kwa hiyo nisipokuwa ni makini, nisipokuwa mwanadiplomasia halisi kwenye mazingira haya, huyu ataniharibia hiki kikao na kikao chote kitakuwa hakina maana. Pia wali walishtukiza ilibaki siku chache sana, kwa hiyo walikuwa smart, wame wamesi nadhani bado wiki moja ndo wakarivoke visa.